Sasa wenzetu wanachokifanya ni kutaka kwamba tufuruge. Tubaki tena ombaomba omba. Na hili kitu hatuwezi kukubali. Andamano hatuyataki Serengeti. Serengeti tunahitaji maendeleo kwa sababu, Serengeti tunahitaji maendeleo kwa sababu tuna watoto wanaotutegemea nyuma, wasome tupate na sisi watumishi, mwisho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 Sio nyinyi tu, vijana wengi tulikuwa nao una, tunapiga kura, tunampigia mtu kura. Sasa akakamilika kapitishwa na kura sufiri, miaka yake iishe kwenye wilaya yetu. Hatutaki vurugu hata siku hii, tumekataa kama wazee tulioona mambo ya nyuma